Damu ya Yesu. Ninanyunyiza damu ya Yesu Kristo. Ninanyunyiza damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu kwa mpenda msikilizaji, anayetufuatilia mahali popote. Ninaomba damu yako Yesu ikamtakase. Ikamtakase, ikamtakase, ikamtakase, ikamtakase, ikamtakase, ikamtakase, ikam, ikam takasa, takasa. Ninaomba damu ya Yesu ikamtakase, ikamtakase, ikamtakase. Takasa ufahamu wake, takasa ufahamu wake, takasa macho yake, takasa ufahamu wake, takasa, takasa macho yake, ajue kwamba neno lako ni kweli neno lako ni kweli, neno lako ni kweli, neno lako ni kweli, neno lako ni kweli halijawahi danganya. halijawahi danganya. Ndio maana tunaona mwimba saburi anasema nalimgoja na Bwana kwa saburi, alimgoja Bwana kwa saburi, na Mungu akukaa kimya, Mungu akamsikia Mungu akamsikia. Mpendo wa mtu wa Mungu, mahali popote ulipo, amini kabisa, kilio chako machozi yako Mungu atasikia hicho kilio, hayo machozi yako, huo muda ambao unaotoa kulia mbele za Mungu, amini kabisa, Mungu atakusikia, Mungu atakusikia, Mungu atakusikia. Anasema uongezea nguvu walioishiwa nguvu, katika jina la Yesu. Tena amesema umwinua mnyonge kutoka mavumbini, umketisha pamoja na wakuu. Baba, ninaomba neema yako, ninaomba neema neema yako yako ile neema ya kuinuka tena ile neema ya kuinuka tena ile neema ya kuinuka tena. E Bwana Yesu, e Bwana Yesu, umesema pasipo kumwagika wala pasipo kumwagika hiyo damu yako Yesu, hakuna ondoleo la dhambi. Baba, ninaachia damu ya Yesu, ninanyunyiza damu ya Yesu, ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye anga la mahali hapa. ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye malango ya kila mmoja, malango ya familia yake. Ninachukua ile damu ambayo Bwana ulisema wana wa Israeli wainyunyize kwenye miimo ya malango yao. Ile damu iliondoa mauti, ile damu ilirejesha ulinzi juu yao, ile damu iliwatetea, nami ninanyunyiza hiyo damu damu ambayo imebeba msamaha, damu ambayo imebeba ondolo la zambi, damu ambayo imebeba upatanisho. Na umesema wala pasipo kumwaga hiyo damu hakuna ondolo la zambi tena umesema uhai wa mwili ukatika damu na umetupa hiyo damu juu ya madhabahu kwa ajili ya upatanisho wa nafsi. Ninaipatanisha familia hiye, naipatanisha ile familia ambayo kuna roho ya mafarakano. Mungu mesema heri wapatanishwe kwa maana wataitwa wana wa Mungu. Baba, naipatanisha kwa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu ninaachilia damu ya Yesu, ninanyunyiza damu ya Yesu. Damu inaenea upatanisho, damu inaenea upatanisho. Ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye familia ile, kwenye ofisi ile, ninanyunyiza damu ya upatanisho ya upatanisho damu ya upatanisho ninaiachiria, ninanyunyiza hiyo damu ya Yesu, damu ambayo inaweza kuondoa mabaya, damu ambayo inaweza kurejesha mahusiano yaliyopotea katika jina la Yesu. Bwana Yesu, damu yako damu yako iliyomwagika pale msalabani. Tena unatuambia neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tuliokolewa ni nguvu ya Mungu, ni nguvu ya Mungu damu yako Yesu, damu yako Yesu, damu yako Yesu, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo ninaenda kinyume, ninaenda kinyume na kila roho za miungu, na kila roho za miungu zinazopambana na neno la Mungu kwenye mioyo ya watoto wako, ninaenda kinyume naso, ninaenda kinyume naso, ninaenda kinyume naso na kila roho za miungu, roho za mizimu zinazoliondoa, zinazopambana na neno lako Bwana ndani ya mioyo ya watoto wako, naenda kinyume nazo, maana umesema basi mkaribieni Mungu, mpingeni shetani na mambo yake yote, naye atawakimbia Baba. Nazipinga, nazipinga kila ila, nazipinga roho za miungo, nazipinga, nazipinga roho za mizimu, ninazipinga kila roho za mizimu zinazopambana na neno lako Yesu ndani ya mioyo ya watoto wako, kwa maana umesema kitabu hiki cha torati kisiondoke kisi kisiondoke ndani ya mioyo yao katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu ninauangusha kila ufamu wa giza, kila ufamu wa giza unaopambana na neno lako Yesu, katika jina la Yesu, maana neno lako ni taa na mwanga wa njia zetu, ni taa miguu yetu na mwanga wa njia zetu Baba, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu natakasa anga, natakasa anga, natakasa anga, natakasa anga, anga la kutembelewa, anga la kutembelewa, anga la kuonekaniwa, natakasa anga, anga, anga, anga, anga, anga, anga, natakasa anga, kila moja anga la nyumbani kwako anga la kazini kwako, ninalitakasa ninalitakasa kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu, natakasanga natakasanga anga, natakasanga anga natakasanga la kujibiwa nayo. Bwana wewe ni Mungu ambaye umesema ombeni, nanyi mtapewa. Baba ninaomba ukamchima mtoto wako sawasawa haja moyo wao sawa sawa na haja mioyo yao Mungu, kawajibu rema zako zikawa nyingi juu yao, ukawarejesha ukawarejesha kwenye nafasi kwenye nafasi zao kwenye nafasi zao, kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu, Yesu rabasika kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu nina ninavunja nina ninavunja nina ninavunja nina ninavunja ninavunja ninavunja ninavunja kila roho ya kutokuamini ninaivunja, roho ya kutokuamini roho ya kutoamini katika jina la Yesu. Baba amesema mtaijua kweli hilo ndilo neno lako na hiyo kweli itatuweka huru, nami naomba kweli yako Yesu imtakase mpenda msikilizaji, achue kabisa. Mungu, umesema wewe ni Mungu uliye karibu, si Mungu uliye mbali, na umesema wakutafuta kwa bidii wataona mkono wako. Sante Bwana Yesu kwa neema yako, sante kwa uwezo na nguvu zako, sante kwa uwezo na nguvu zako, sante kwa uwezo na nguvu zako, sante kwa nguvu ya ushindi, sante kwa ushindi, sante kwa ushindi, sante kwa ushindi, sante kwa ushindi, sante kwa ushindi, maana tunayaweza mambo yote katika wewe Bwana, utupae nguvu, utupae nguvu, utupae nguvu. Endelea kuomba endelea kuomba, mtu wa Mungu usinyamaze, usinyamaze, usinyamaze, usinyamaze. Andaa ibada yako, andaa ibada yako ya leo, andaa ibada yako ya leo. Weka mahusiano yako na Mungu vizuri, kwa ajili ya kupokea kitu kutoka kwa Mungu leo, kwa ajili ya kupokea kitu kutoka kwa Mungu leo, kwa ajili ya kupokea miujiza kutoka kwa Mungu leo Mungu maana hakuna Mungu mwingine kama yeye, maana hakuna Mungu mwingine kama yeye, na hatatokea katika dunia hii, na hatatokea katika dunia hii katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunakushukuru tunakutukuza, maana unastahili. Hakuna Mungu mwingine kama wewe, sifa na utukufu na heshima ni vya kwako peke yako, unastahili. Yesu peke yako unastahili, peke yako unastahili, peke yako unastahili, peke yako unastahili, maana miungu ya dunia hii ni kazi ya mikono yako. Hakuna Mungu mwingine kama wewe, hakuna Baba mwingine kama wewe, wewe unayetupenda, wewe unayetujali, wewe unayetupenda, wewe unayetujali Asante kwa uaminifu wako, asante kwa upendo wako, asante kwa ukuu wako. Hakika unatupenda Yesu, hakika unatupenda Yesu. Hivi tulivyo ni kwa kazi ya mikono yako, hivi tulivyo ni kwa kazi ya mikono yako. Hivi tulivyo ni neema yako tu, si kwa ujanja wetu, wala si kwa akili zetu, bali ni neema yako. Hata pumzi uliotupa Baba ni neema yako. Hata uzima uliotupa Baba ni neema yako. Muda mwingine tunakuwa tumezoea kuamka asubuhi tukizani ni akili zetu, lakini ee Mungu, ni neema yako tu na ni miujiza yako, sisi kuiona siku hii ya leo, sisi kuwa na afya hizi tulizo nazo, sisi kuwa na uzima huu tulionao. Baba tunakushukuru, tunakuinua, tunakutukuza, maana unastahili. Hakuna Mungu mwingine kama wewe, hakuna Mungu mwingine kama wewe, hakuna Mungu mwingine kama wewe, hakuna Mungu mwingine kama wewe, wewe, tunakushukuru tuna kushukuru tuna kushukuru kwa afya ulizotupa, tuna kushukuru kwa uzima uliotupa, tuna kushukuru kwa jinsi hivi tulivyo. Umetuepusha na mengi, umetuepusha na mengi, umetuepusha na mengi, umetuepusha na na ajali, umetuepusha na vifo vilivyopangwa na maadui zetu. Wewe Mungu ni mwaminifu sana kwetu. Asante kwa huruma yako. Asante kwa upendo wako. Hakika wewe ni Mungu. Hakika wewe ni Mungu. Hakika wewe ni Mungu. Asante kwa ajili ya nchi yetu hii ya Tanzania. Asante kwa kuwa, e Bwana umeendelea kutupa amani tuliyonayo, umeendelea kutupa amani tuliyonayo. Asante kwa kutupa kibali chako e Bwana, asante kwa kutupa kibali chako e Bwana, na neema yako e Bwana inazidi kumiminika, na baraka zako e Bwana zinazidi kumiminika. Asante kwa nchi yetu hii ya Tanzania, asante kwa ajili ya viongozi wote wa nchi yetu hii ya Tanzania Baba umeendelea kuwalinda Baba umeendelea kuwatunza Baba umeendelea kuwalinda Baba umeendelea kuwatunza. Asante kwa ajili ya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassani, asante kwa kuzidi kum, kum, kumtunza, asante kwa kuzidi kutunza afya yake, asante kwa kuzidi kumwongoza katika hekima yako, katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo tunaachilia damu ya Yesu, tunaachilia damu ya Yesu, tunaachilia damu ya Yesu katika nchi yote ya Tanzania, katika nchi yote ya Tanzania. Damu ya Yesu ikanene mema, damu ya Yesu ikanene mema, damu ya Yesu ikanene mema, damu ya Yesu ikanene mema, ikaondoe kila kafara, ikaondoe kila kafara zilizomwagwa zilizochinjwa kwa ajili ya matambiko, ikaondoe kila kafara, ikaondoe kila kafara. Damu ya Yesu ikanene mema, damu ya Yesu ikanene mema katika mikoa yote ya Tanzania. Damu ya Yesu ikanene mema, damu ya Yesu ikanene mema, damu ya Yesu ikanene mema, damu ya Yesu ikanene mema, mema. Ikaondoe kila matambiko, ikaondoe kila matambiko, kila damu zozote zilizomwagwa kwa ajili ya matambiko, kwa ajili ya matambiko, damu ya ya Yesu ikanene mema. Damu ya Yesu ikanene mema. Damu ya Yesu ikanene mema. Damu ya Yesu ikanene mema. Katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, ninaomwombea rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninaomba ee Bwana, roho yako Mtakatifu akamwongoze, akaenende katika njia yako, akaenende katika njia yako. Asienende kwa akili zake, asienende kwa akili zake, asipite katika njia yake, bali ee Bwana roho wako mtakatifu akamwongoze. Baba ninaomba neema yako ikamtunze, ninaomba neema yako ikamlinde, ninaomba neema yako ikamlinde katika jina la Yesu Kristo. tunza afya yake tunza uzima wake tunza afya yake tunza uzima wake nikikataa kila rozo zote za udhaifu nikikataa kila rozo zote za udhaifu na rozo zote za udhaifu zilizoachiliwa kwa ajili ya ku kwa ajili ya kuondoa uhodari wake kwa ajili ya kuondoa uhodari wake, ninakataa hizo roho za udhaifu, ninakataa hizo roho za magonjwa katika jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo, ninawaleta mawaziri wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, e Bwana, ninawaleta mikononi mwako, nikiomba ulinzi wako, nikiomba ulinzi wako, wako, uendelee kuwafunika katika jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo, ninawaleta wabunge wote wa Jamhuri muungano wa Tanzania, Baba, ulinzi wako ukaendelee kuwa pamoja nao katika jina la Yesu Kristo. Ninawasogeza makatibu mikoa wote makatibu wilaya wote, katika jina la Yesu Kristo. Wakurugenzi wote ninawasogeza mikononi mwako wakuu wa mikoa wote wakuu wa wilaya wote, katika jina la Yesu Kristo. Mabalozi wote ninawasogeza mikononi mwako Baba, ulinzi wako ukawe juu yao Baba, ulinzi wako kawe juu yao Baba, ulinzi wako ukawe juu yao. Wenyekiti wa vitongoji wenyekiti wa vijiji, katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, Baba ninawasogeza mikononi mwako, ninaomba ulinzi wako ukawe juu yao, ninaomba ulinzi wako ukawe juu yao, ninaomba ulinzi wako ukawe juu yao, katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, tunaomba kwa ajili ya mwaka huu wa uchaguzi, tunaomba neema yako tunaomba neema yako, tunaomba amani yako ikaendelee kutawala, tunaomba neema yako tunaomba neema yako, tunaomba kibali chako katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, amani yako ikatawale, e Bwana, amani yako ikatawale, e Bwana, amani yako ikatawale, e Bwana, amani yako ikatawale, e Bwana, tukawapate viongozi wanaotoka kwako, tukawapate viongozi wanaotoka kwako, tukawapate viongozi wanaotoka kwako, uchaguzi ukafanyike kwa kwa amani, uchaguzi ukafanyika kwa amani. Nikikataa kila roho zote za machafuko, kila roho zote za machafuko, roho zote za machafuko kwa damu ya Yesu Kristo, hazitapata nafasi, hazitapata nafasi, na amani yako itatawala, na amani yako itatawala, na amani yako itatawala, na amani yako itatawala, amani yako itatawala katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, ninakataa kila maneno yoyote ya laana

Kila maneno yoyote ya laana yaliyotamkwa kwa ajili ya nchi yetu hii ya Tanzania tunafuta kwa damu ya Yesu Kristo, tunafuta kwa damu ya Yesu Kristo. Hayo maneno ya laana yaliyotamkwa, hayo maneno ya laana yaliyotamkwa, hayo maneno ya laana yaliyotamkwa, katika jina la Yesu Kristo tunayafuta, tunayafuta, tunayafuta, tunayafuta katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo kwa

Vijana wa kiume na wa kike ninawasogeza mikononi mwako katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Baba ukawalinde Baba ukawatunze katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Wakaenende kwa akili inayotoka kwako, wasienende kwa akili zao, bali e Bwana ukawaongoze katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaachilia damu ya Yesu, ninaachilia damu ya Yesu. Yesu, ninanyunyiza damu ya Yesu, ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye mikoa yote ya Tanzania. Ninanyunyiza damu ya Yesu kwenye mikoa yote ya Tanzania. Damu ya Yesu ikanene mema, damu ya Yesu ikanene mema damu ya Yesu ikanene mema damu ya Yesu ikanene mema katika nchi yetu ya Tanzania. Damu ya Yesu ikanene mema damu ya Yesu ikanene mema damu ya Yesu ikanene mema, ikaondoe kila mazindiko, ikaondoe kila matambiko, ikaondoe kila kafara katika jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu Kristo, kila damu yoyote iliyomwagwa, damu ya wanyama, damu ya binadamu, ambayo ikasimama kwenye ardhi na ikaanza kuzungumza na ikaanza kudai, tunanyunyiza damu ya Yesu, ikaondoa hiyo kafara, ikaondoa hiyo kafara, ikaondoa hayo matambiko katika jina la Yesu.